Chuo cha Taifa cha Usafirishaji kimekuwa mstari wa mbele katika kutoa elimu ya madereva, na eneo la madereva ni eneo muhimu sana ambalo likiangaliwa vizuri tunaweza tukapunguza uchafuzi wa mazingira kwa kiasi kikubwa. Kwa upande huu wa madereva, tunaweza kupunguza kwa maeneo yafuatayo: madereva wanahusika kusafisha magari. Tunawafundisha ni maeneo gani wasafishe magari kwa sababu ule uchafu unaotokana na ule kwenye magari kuna oili na, na grease ambazo si rafiki kwa mazingira. Kwa hiyo akiweza kujua namna ni wapi pa kusafishia gari na namna ya kufanya hivyo, tunakuwa tumepunguza uchafuzi wa mazingira. Lakini upande huo huo wa madereva wanashiriki kwenye swala la matengenezo maintenance. Kwa hiyo ukiwafundisha vizuri kwamba wakati wanafanya maintenance, wanakuwa na elimu hata kama sio wao lakini wakati ule maintenance wanashiriki kwa kiasi kikubwa, watajua wamebadilisha matairi, hayo matairi yakahifadhiwe wapi, wanajua wamebadilisha oil, oil iwekwe wapi, na vitu kadha wakadha wanavyohusika wakati wa maintenance. Kwa hiyo inasaidia sana kupunguza uchafuzi wa mazingira. Ni elimu muhimu ambayo itasaidia Tanzania ya sasa iwe sawa sawa, lakini na Tanzania ijayo iwe ni mahali pazuri pa kuishi. Lakini kwa upande wa driver pia wanasaidia sana kupunguza uchafuzi wa mazingira kwenye uendeshaji, kuna somo tunawafundisha, tunaita economy driving, namna gani ya kuendesha gari utumie mafuta kidogo, kwamba unapoendesha gari ukatumia mafuta mengi manake, una unachafua una, una mazingira kwa wingi zaidi. Kwa hiyo akipata elimu namna gani bora ya kuendesha gari vizuri kitaalamu tunategemea kwanza atapunguza gharama za uendeshaji, lakini pia atapunguza e, e, uchafuzi wa mazingira. Na mwisho niseme pia NIT tunafundisha wahandisi mbalimbali mbali. kwa hiyo katika kufundisha pia tunatoa elimu kwa ya, ya, ya utunzaji wa mazingira kwa mahan, wahandisi wa magari wenyewe, wahandisi wa mitambo na wahandisi mbalimbali mbali, wote wanaopitia pale wanafundishwa namna bora ya kufanya kazi zao na majukumu yao bila ya kuchafua mazingira.